Tena kwenye kipindi hiki cha Ndani ya Michezo kinacholetwa kwenu na Dimbani Konekti, ambayo ni sehemu ya taasisi ya habari ya The Chanzo. Leo tunaye tena Pita Mshikilwa kuzungumzia swala la udhamini. Swala la udhamini limekuwa likizungumzwa sasa hivi karibuni, mwaka wa pili, kutokana na kampuni ya GSM kudhamini zaidi ya klabu tano kwenye ligi kuu, kwa maana sehemu nyingine ni mdhamini mkuu, sehemu nyingine ni mdhamini wa vifaa au kit sponsor, au kit supplier. Aa, na limekuwa kali zaidi baada ya kutokea taarifa kwamba Mohammed Dewji pia anataka adhamini timu kumi msimu ujao. Aa, kwa uchunguzi wangu nimejaribu kusomasoma sana kuona wenzetu wanadhibiti vipi udhamini wa kampuni moja kwa zaidi ya klabu moja nimekuwa sioni hiyo labda mbobevu uh, wa sheria za michezo Peter Mshikilwa anaweza akatusaidia, uh, kama nivyo introduce hiyo kwamba mijadala ipo, watu wanasema Yanga inapata zaidi ya pointi ngapi kabla ya kuanza ligi mm, kwa sababu GSM ambaye ni kit sponsa wa Yanga pia ni kit sponsa wa klabu nyingine, na wanatoa mfano kuna klabu zimesaini mkataba leo, alafu kesho ndo timu ile inacheza na Yanga <laughs> lakini <laughs> nikiangalia naona kit sponsors huwa wana limit, kwa maana ya kwamba ukiona kama Adidas uh, kwa na Uingereza na klabu kama tano na kama sikosei tano, akiwemo Liverpool na, na Arsenal. Kuna Umbro, kuna, mm. kuna kampuni nyingi pale yenye ina, ina, klabu nyingi ina, ina klabu saba, alafu inafuata Adidas inafuata sijui nani Umbro sijui anakuja Nike. Ni hivyo lakini, katika sponsorship ya main huoni uh, kampuni moja ikiwa kwenye makampuni mengine. Hii ina, inaongozwa vipi na sheria na kanuni? I, kuna sheria na kanuni zinaongoza udhamini, zinadhibiti kampuni moja kudhamini zaidi ya klabu moja ama wenyewe wanadhibiti kivipi? Mi nafikiri kwa experience ambayo umesema ya Uingereza, mm, kwanza kuna distinction t eh, ya, ya sponsorship. Yeah. Eh, kuna sponsorship ambazo ni, ni main kwa maana ya kwamba eh, eh, ndio mzamini mkuu wa wa, wa club lakini kuna sponsorship ya vifaa kwa maana wanaita kit sponsor, kwa maana vifaa ambavyo vina, vina nani lakini hmm, wakati mwingine huwa kuna sponsorship ambayo ni supporting tu ambayo yenyewe ni for event yeah. E, baada matchday, ya matchday sponsor. Matchday sponsor kwa kwa hiyo, baada ya hiyo inakwisha sasa. Kwa wenzetu e, kidogo wamekwenda mbali nakumbuka unakumbuka saga la Saudi Arabia na Newcastle United mm, na nafikiri hilo ndio ilikuwa msingi mkubwa sana baadaye, baada ya kuona kabisa kwamba kuna swala la kisiasa, nakumbuka kipindi kile ilikuwa e, sultanate ya Saudi Arabia Sili, ilikuwa na matatizo, kwa hiyo e, wakaweka taratibu, e, nakumbuka baada ya kukataliwa ku sponsor Newcastle United, wakaenda wakafungua emerging company, yani walifungua wali subsidiary company mm. E, Amerika huko ya, ya, ya, ya kusini ambayo ikaja tena ikarudi e, kuomba e, sponsorship ya, ya Newcastle, lakini e, baada ya pale wakawa wametengeneza regulations ambayo ni strict regulation kwa maana ya kuleta mwarubaini hasa kwenye mambo ya utakatishaji wa pesa kwenye michezo mm. Lakini vile vile kuangalia jinsi gani kutakuwa na fair playing field kati ya vilabu, lakini vile vile na uendeshaji wa, wa ligi e. Kwa hiyo wakaja na regulations na nakumbuka tulikuwa hapa katikati tulikuwa na kesi ya Manchester, Manchester City Eh, ambayo it was pending ilitolewa maamuzi ya awali, kwa hiyo wakaja na hizo financial uh, fair play regulations ambazo ndio zinazoratibu au kuongoza eh, na bahati nzuri ni kwamba eh, wana designated committees ambazo zinachunguza zile welfare za wao sponsors mm -hmm. Eh, sasa ukija kwa kwetu hapa nyumbani ni kwamba kwanza regulation, regulation au kanuni zetu ni kwamba ziko kimya. Kwa mfano, kanuni ya bodi ya ligi inamtaka tu mzamini awasilishe mkataba mm. Sasa eh, na baada ya hapo kuwasilisha mkataba, sasa uwezi ukajua ni wakati gani huyu ni main sponsor, wakati gani ni kit sponsor. Mm. Na nakumbuka tulikuwa na saga nilitegemea litaenda mbali, sijui liliishia wapi. Tulikuwa na saga ya SportPesa na haya na GSM. Ah, wakati Yanga naenda international. E, naenda international. E, na in fact ukisoma ule mkataba wa Sport Pesa uko very clear, ni kwamba itakapotokea kwamba kutakuwa na mzamini mwingine, ni kwamba lazima kuwe na consultation. Lakini sasa, huo the center ya ya mazungumzo kati ya ya mzamini ambaye tulimwona anaitwa haya Mm, ambao tunaambiwa kwamba haya ana e, ali, ali, ana makubaliano ya kibiashara na kiti sponsor na yeye, yeah, ana exclusive rights za distribution ya, ya vifaa vya haya. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba tuna gaps kwa maana gaps ya, ya kanuni, lakini mm, vile vile tuna gaps kwa maana ya e, maana zima ya jinsi gani ya kukabiliana na matatizo kama haya e, ya udhamini na sasa, e, ni kwamba ukiangalia kwa undani wa mambo, ndio maana unaona sasa hisia zinakuwa ni nyingi kwa wadau wa michezo kwamba inakueje huyu mtu anadhamini vilabu vi zaidi ya kimoja. E, na sasa E, tunaona intention nyingine kwamba ya mdhamini mwingine ambaye sasa naye mdhamini lakini ni mwekezaji sasa. Ndio hivi vitu ambavyo e, wakati mwingine vinaleta shida, kwa sababu hauna legal framework ambayo inakupa sasa jinsi gani kwanza ya kukabiliana matatizo kama haya, lakini vile vile jinsi gani ya kuregulate, kwa maana ni huyo mzamini ana mipaka ipi eh? Eh, na mbaya zaidi hata kwa upande wa vilabu na tatizo kwa mfano kwa soka yetu ya Tanzania eh, kiti sponsor anavyokuja na unakuta timu iko taabani hmm. Eh, <laughs> eh, taw... karuhusu kichwa kishikilie <laughs> exactly. Kwa hiyo mimi nitakupa milioni mia mbili alafu nitakusponsor kwenye vifaa eh, obviously the next day lazima lazima a, ajikute ameingia kwenye kwenye huo udhamini. Kwa hiyo naona e, ni lazima sasa e, TFF na bodi ya ligi na hili nimekuwa nikiliongelea sana, bahati mbaya au nzuri, nafikiri bahati mbaya, bahati mbaya e, lilijibiwa na, na mwanasheria wa TFF, lakini it was also an oversight <laughs> kwa maana ya kwamba E, tatizo linapojitokeza nafikiri tuwe na utamaduni wa jinsi gani ya kulitatua lile tatizo, na kama tunataka tulitatue, manake ni kwamba lazima tufike mahali tu turudi nyuma na kuangalia ni jinsi gani tunaondoka hapo kwenye tatizo. Kwa hiyo manake mimi kwenye kwenye long term e, ni kwamba TFF ni lazima sasa waje na kanuni mpya e, za kuregulate uzamini Tanzania, kinyume na pale. Naiona mbele ya safari ni kwamba tuta ligi inaweza ikaja kupoteza maana nzima, lakini vile vile ligi inaweza ikashuka, na tunajua kuna mifano mingi ya ligi ambazo zilikuwa zikitumia sport washing, kwa mfano ligi ya Nigeria eh, ligi ya Cameroon Mm, e, ambazo leo hii ni kwamba ndio ligi ambazo zinaonekana mbovu mbovu kabisa, shuka. Kwa hiyo e, kwa kwa kwa kwa, sasa na sisi e, kama tusipochukulia e, umakini kwenye hili swala la udhamini litakuja kuleta matatizo makubwa sana, kama kama ulivyosema kama nimepata uh, vizuri, ni kwamba hawa regulate kwa maana ya kulimit kampuni ku, ku, ku, ku, kudhamini bali wanaenda kwenye sheria za fedha huko, kanuni mm. za fedha. Maana yake ni kwamba aa, kwa sababu haya maklabu ya Ulaya haya mengi ni makampuni, yanawajibika kuwasilisha taarifa zao za fedha na zipo na kitaka nini kwenye stock market kule, unaweza ukapata information. Sasa inawezekanaje kwa hapa kudhibiti, wakati TFF hata haijui <laughs> Yanga inapata wapi pesa na wala <laughs> <laughs> zinatumikaje na wala haiwezi kudhibiti matumizi ya klabu itawezekanaje? E, sasa itawezekana tu ukiwa na proper regulations ambazo zime specify eh, eh, kanuni ambazo zimeelezea kinagaubaga hmm. kwamba eh, labda katika kila kipindi cha miezi sita au miezi mitatu au mkotale kwamba utatakiwa kuwasilisha hizo financial reporting au financial statement zako mm. na basically kwenye financial statements kuna mambo mawili, kwa sababu mnajua mimi na kodi pia eh, kwamba kuna opinion ya, ya, ya accountant na siku hizi iko very strict. Nafikiri bodi ya uhasibu wameweka sheria ngumu ambazo zinamtaka na zina zinampa obligation eh, eh, an accountant eh, kudeclare eh, tunaita ile anapotoa ile certificate of genuineness mm -hmm. Ni kwamba lazima iwe imecomply eh, mm -hmm. Na tunatambua kwa mfano, kwa federation zetu hizi tuna watu ambao ni, ni certified public accountant ambao wana international standards, kwa hiyo hizi uh, international financial reporting standards ni lazima ziwe complied. Kwa hiyo ukiwa na na, na regulation ambayo ime specifically imeongelea eh, jinsi gani ya kuregulate, mm -hmm. naamini kabisa hata hivi vilabu eh, kwa sababu wewe hauishii tu kwenda, unaona kwenye vyombo vya habari eh, leo tumepata udhamini wa bilioni thelathini na <laughs> mbili. yeah. eh, What is the source of that money? Yeah. Yeah, kwa sababu inaweza ikawa ni hela chafu imeletwa kwenye yeah, kichaka yeah, cha yeah. Ligi yeah. Yeah, sasa hauna regulation ambayo inaweza kuregulate. Kwa hiyo maana yake ni kwamba soka ya Tanzania au vilabu vya Tanzania inaweza vikawa vichocholo vya kuleta hela chafu, kutakatisha pesa. pesa sasa, na mbele ya safari ikija kuthibitika, na nafikiri lazima tuwe tunatunza eh, ligi kwa wivu yeah. mkubwa kwa, kwa sababu mwisho wa siku likitokea la kutokea, umemwaribia mene sponsor mm -hmm. Kwa sababu tena hatopata uh, legitimacy mbele ya public, lakini vile vile wadau wote ambao wanahusika kwenye kwenye kwenye industry mm -hmm. Watakuwa wame, wame, wameathirika moja kwa moja. Kwa hiyo nafikiri ni lazima kuwe na hiyo regulation e, na isiishie tu kwa hawa ambao wanataka kudhamini mm -hmm. Na vilabu sasa ukisoma ile regulation yetu ni kwamba sio tu kwamba iko silent na, na hizo gaps ambazo ziko ndani yake mm. Ni kwamba ile regulation ingeweza kufa, kufanya kazi miaka ya themanini, lakini mm. sio miaka mm. ya sasa mm. E, na bahati nzuri tuna tuna tuna regulations za wenzetu ambao kidogo wamepiga hatua including South Africa, ni hapa, mm. eh, South African hapo Premier League E, PSL ambao wenyewe wana regulation ya financial fair play. Kwa hiyo e, kujifunza au kutafuta namna ya kuondokana na matatizo mm-hmm. ni kazi rahisi sana vile vile kupitia, e, kuma, kuma mgeni, kwa sababu una uwezo vilevile wa kujifunza kupitia vyama vya mpira ambavyo vinatuzunguka. Kwa maelezo mengine, ni kwamba sio ishu ya TFF pekee au bodi ya ligi pekee au wizara ya michezo pekee ni suala mtambuka, kwa maana ya viwanda na biashara inatakiwa ingia humo, kwa sababu hizi klabu za making a lot of money na haijulikani kama manaake, wanavyosajili na stori zinavyoandikwa, unaangalia watapata wapi pesa, lakini unasikia wanalipwa. Kwa hiyo sio suala la, la nani moja. yeah, yeah, au kwa maana nyingine bado mpira haujatumia uh, utaalamu wa sehemu nyingine ili kuboresha tegemea vichwa vile vile vilivyopo kwenye mpira ndo walete financial fair play <laughs> yeah. <laughs> yes. Mimi nafikiria ni ni, cross-cutting issue. Yeah, ni yeah, swala mtambuka. Bahati nzuri eh, mimi vilevile ni mjumbe wa sports eh, eh, tax lawyers duniani, yeah. Eh, na juzi baada ya kuona eh, vyama vya mpira wa Tanzania wameingia kwenye MOU na TRA. mm-hmm. Eh, though ni kwamba tumechelewa sana Hmm. Kwa sababu naamini e, TRA wanafanya auditing na wanafanya tax investigations. Kwa hiyo naamini e, sasa sijajua hau e, mimi kwa sababu si, si, sijadigi dipa kwenye hiyo MOU e, lakini is a good move. Naamini kabisa TRA kwenye tax investigation na auditing e, wanaweza vilevile vile mbele ya safari wakawa wametumulika na wametupa e, majibu sahihi mm -hmm. ya hizi fedha ambazo eza zinaweza zikawa ni fedha chafu mm -hmm. au ni fedha ambazo e, ni halali lakini ambazo hazina utaratibu. Kwa hiyo naamini na kabisa TFF kwa kusaini MOU na, na TRA mm -hmm. E, ni wakati sasa regulation zao vile, vile zile zimulike zi, zi, zi, zije zi, zi, zi, zi regulation zenye, zenye utaratibu tofauti, kwa sababu e, tax man yuko kazini e, mm -hmm. Sasa wewe umesaini na mtu nani wa kodi, alafu wewe mwenyewe mule ndani wala afanyi kitu au fanyi chochote. <laughs> kwa hiyo sasa na, <laughs> kwa hiyo naona kabisa ni kwamba ni wakati sahihi sasa wa wa kubadilisha hizi regulation lakini vile vile kuja na regulation ambazo zita reflect kwenye utaratibu sahihi, kwa sababu naamini tuna wachezaji, bahati nzuri sisi we, we tax worldwide. tuna wachezaji wa nje hapa eh ambao wako subjected kwenye kodi zetu, lakini vile vile tuna wachezaji wa ndani. At one time tulikuwa na mchezaji mmoja ambaye alikwenda kucheza Sweden. Mm. Na ikaonekana kabisa alikimbia kodi <laughs> e, alikimbia kodi sasa. <laughs> Sasa e, tunapoongelea kwamba kodi kwa maendeleo ya taifa, lakini vilevile vile, kuendeleza mpira wa Tanzania ili tusiwe na uchafu wa yeah, utakatishaji wa pesa, lakini na pesa chapu kupita kwenye ligi yetu, tunahitaji tuje na regulation mpya, unahitaji yeah. mm. kuja na regulation mpya yeah, nakushukuru sana sana Shikilwa kwa maoni yako hayo, na nadhani wahusika wa mamlaka ya football, wizara viwanda na biashara, na pamoja na wizara ya fedha mtakuwa me, mmepata nini kinatakiwa kifanyike katika kuhakikisha mpira wetu unaondokana na uchafu wa utakatishaji pesa au unakwenda sawa na malengo yaliyokusudiwa kwa maana ya kub, kub, kuboresha michezo na hivyo pesa zinazotumika zisaidie kuboresha maisha ya wa wachezaji na watu wengine uh, Mimi ni Angetile Husia, karibu katika kipindi hiki cha kila, kila wiki cha ndani ya michezo.